Mheshimiwa mgombea, pamoja na wanachama wenzangu wote na Watanzania, leo tumemaliza vikao vyetu vya awali na wale wakaguzi wa kimataifa wote waliofika kuja kutuangalia juu ya demokrasia yetu na vipi Tanzania inafanya wajibu wake katika demokrasia hiyo. Na kuanzia kesho, mheshimiwa ndugu mgombea viongozi hao utakuwa unaonana nao wewe moja kwa moja kwa makundi yao, na ni makundi mbalimbali mbali ambayo yamekuja kutoka ulimwenguni. Lakini pili, mheshimiwa mgombea, naomba nikujulishe katika maelezo yote yaliyotolewa hapa ndani ya nchi, kuna ahadi ambazo wewe ulizitoa katika ilani iliyopita ambazo umezitimiza kwa asilimia kubwa, lakini pia ahadi katika ilani ijayo na kuna ahadi moja. Mwenyezi Mungu mkubwa, wengi wanasema tutafanya tutafanya, lakini wewe umeshafanya umeshatekeleza, na unaendelea kutekeleza. Sasa hii hii taarifa njema mheshimiwa mwenyekiti, ambayo mimi pia binafsi nimeipokea leo, ni eneo la ajira kwa vijana wenye umri wa miaka kuanzia ishirini hadi thelathini na tano. Mheshimiwa, katika ilani iliyopita uliahidi nafasi za ajira milioni tano. Katika ilani hii umeongezewa kile kina cha ajira, imefikia mpaka milioni nane. Mheshimiwa Waziri wa mipango alitaja hapo ajira milioni nane. Naomba kwa heshima na taadhima, kwa sababu mkataba huu tumeupokea leo na ni mkataba ambao umepokelewa chini ya serikali yako unayoongoza chini ya serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Hizi ajira Mheshimiwa, ni za kwako wewe na zimekuja katika kipindi chako wewe. Tumepata mkataba leo wa ajira hamsini elfu kama mchango wetu kwa nchi za nje, vijana wa kitanzania kwenda nchi za nje. Naomba mwenezi, mwenezi, naomba uje upokee mkataba huu ili uwakili, uwasilishe kwa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi. Ajira hamsini elfu nyingine mbili, nyingine ajira ishirini elfu Vijana mjitayarishe, kuna ajira za ndani ya nchi na kuna ajira za nje ya nchi ambazo lazima utaratibu wake usimamiwe na serikali. Kwa hiyo mjitayarishe kwa wale ambao watafanya interview, watafaulu, serikali yenu pamoja na chama chenu kitawasaidia mfaulu ili tusikose hata nafasi moja katika hizo ajira. Ajira nyingine ishirini elfu ziko njiani kuja. Na huo Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio mchango wetu kwa upande wa kimataifa kwa upande wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki.